Ni Bugoma TV. habari habari, tukianza na sekta hii ya miundombinu ya elimu, kwa kweli kwenye hili ndugu zangu tuliyopo hapa wengi wao ni mashuhuda. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akiwa anazungumza na wananchi ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania moja kati ya jambo aliloahidi ni swala so zima la kwenda kuboresha upya miundombinu ya sekta hii ya elimu. Na ndiyo ambapo alipowateua wakurugenzi nchini, mmoja kati ya maelekezo aliyopatiwa wakurugenzi hawa ni kuhakikisha wanatenga fedha za aina mbili. Fedha za kwanza ni za asilimia kumi ambazo ziko peke yake, na fedha za pili ni fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ya kimaendeleo. Jambo la kufurahisha siku ya leo, taarifa ambayo imesoma mahala hapa imeonyesha kwa vitendo jinsi gani mkurugenzi wa halmashauri ya Mlele alivyoenda kutii maelekezo ya Daktari Samia, naomba tumpigieni makofi makali. Na ameenda kutii maelekezo hayo kwa kutenga fedha maalum kwa ajili ya miradi ya sekta ya elimu ikiwemo madarasa ambayo tumekuja kuyaona leo hii, jumla yake kwa idadi yapo matatu, yaliyotekelezwa ya kwa mapato ya ndani. Naomba tujipigieni makofi mengi sana. Kwa kweli ni faraja kubwa ambayo imefanyika ndani ya mlele hii siku ya leo, sababu mnaenda kuweka ile heshima na thamani ya mwenge wetu wa uhuru. Ni nini jukumu letu wananchi, wanafunzi na walimu juu ya madarasa haya? Kwanza, kuhakikisha tunayathamini na kuyaenzi; pili, kuhakikisha tunayatunza na tatu, kuhakikisha tunaendelea kuyatunza kwa kuyasoma tukiwa tunapata elimu iliyobora ndani ya madarasa yale, tunatambua ya kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia kwenye azma ya kuwatumikia wananchi, kwa kweli leo hii wanafunzi wamekuwa wakifanya vizuri na wamekuwa wakiishi katika mazingira mazuri. Hakuna ambaye alitaraji ndani ya eneo hili la Uzega kungelijengwa madarasa kama haya na shule yenye ubora kama hii, na ndiyo maana leo hii tumeenda kupunguza idadi kubwa ya wanafunzi wanaokaa madarasani nyuma huku wanafunzi walikuwa wakikaa darasa moja halipungui zaidi ya wanafunzi sabini ama themanini lakini leo hii darasa moja linaingia limezidi wanafunzi arobaini wana wa na tano. Naomba tujipongezeni sana wana Uzega. Sisi tutatembeza mwenge wa uhuru na zaidi ya wananchi 92,333 watapokea ujumbe wa mwenge wa uhuru ambao unasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 25. Amani na utumuvu na nikupe taarifa. Sisi wilaya tayari tumeshaonana na viongozi wa dini zote mia nne na mbili katika wilaya yetu, na juzi tulihitimisha pale maji moto. Najua uliona shule ya sekondari Uzega ilipokea kiasi cha shilingi milioni ishirini na tano tarehe kumi na tano ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na nne kutoka mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa. Utekelezaji wa mradi Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025. Mradi huu unatekelezwa kwa njia ya kikosi kazi yaani force account na ulianza kutekelezwa tarehe nne mwezi wa kwanza mwaka 2025 na, na umekamilika tarehe 30 mwezi wa nne mwaka 2025. Hadi sasa mradi umetumia kiasi cha shilingi milioni 75 na umekamilika. Faida za mradi ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, mradi huu umesaidia kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia kwa kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani kutoka uwiano wa moja kwa 82 hadi uwiano wa moja kwa 64, na pia utaongeza hamasa ya wanafunzi kujifunza, na wakati wa utekelezaji mradi umetoa ajira kwa vijana kumi hivyo kuboresha ustawi wa familia na kipato cha kaya. Tumeletewa madawati, madarasa tumejengewa, sasa hivi tunakaa kwa amani, hatubanani. hii ni Bugoma TV habari